Lakini alipeleka marejesho ya laki moja moja kwa miezi sita, lakini baada ya hapo akatoa laki mbili, akapunguza mkopo wake kabaki laki tatu. Tarehe ishirini na tisa wakati imetokea Oktoba alishindwa kufanya biashara, wale watu waliomkopesha wakaja, akabeba TV ndani. Nikamwomba onane na mimi. Alipofika ofisini kwangu, niliowaita wale watu waliomkopesha fedha. Baada ya kupokea maelekezo ilionekana amemwonea. Kwanza huyo mama aliweka hati yake kama dhamana kwenye kampuni ile iliyomkopesha. Baada ya kumkopesha wakaja kuchukua TV yake ya. Nikamwambia kabla sijaenda kituoni, naomba mkampe TV yake kwanza. Kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kibali cha serikali wala polisi ni kosa la jinai na kufungua chombo kama hiki ndani ya nyumba ni kosa la kumwonea mwananchi wangu. Niliwapa lisali moja, wao wamempa TV yake. Wewe, kwa hiyo walipotoka ofisini kwangu walienda mguu kwa mguu mpaka kwenye kampuni hiyo inayokopesha wamempa TV yake. Lakini nawaambia Watanzania wenzangu kwenye uongozi wangu mtu yoyote hataonewa, ila sheria itamwonea Ukivunja sheria itakushtaki, lakini kama utaonewa, mimi nitakutetea. Lakini kuwa na deni sio sababu ya kukuzaririsha. Deni linakuja, lakini kuna njia ya kutafuta deni lako ili wakulipe, na sehemu za kukulipa ni kwamba kuna sehemu mbili: nenda mahakama, mahakama itatoa go ahead, tuje tufirisi mali yako. Lakini aliyekukopesha siingie chumbani kwako kuja kukupekua, ni kosa wakati mnakopeshana fedha mlianzia kwenye ofisi za serikali tukawagongea mihuri. Mkishindana, rudi kwenye ofisi ya serikali, tutatue mgogoro wenu, na sisi tutakuwa upande wa mtu aliyemkopesha ili uweze kulipa deni. Nilikopa laki tano mwaka juzi, hiyo laki tano ilikuwa inazaa kila mwezi laki moja nimezalisha ndani ya miezi sita ambao ni laki sita nikapunguza laki mbili ikabaki laki tatu. Hiyo laki tatu ika, ikawa inazaa elfu stini stini kila mwezi, nikazalisha miezi minne. Kipindi cha mabomu hamna mtu ambaye alikuwa anafanya kazi, nikashindwa kupeleka ile elfu stini, ndo hawa watu wakawa wanandai hiyo hela yao elfu stini. Nikawaeleza nikawaeleza, baadaye ndio wakaja nyumbani, wakashindwa kunielewa wakaja nyumbani, wakabeba tv yangu, alafu pili hata hati pia wanayo hati yangu mimi, ambapo nilienda kuchukua huo mkopo nikaweka kama dhamana yangu. Nikimaliza deni lao, nitaenda kuchukua hati yangu. Alafu pili ndo akaja kunidhalilisha, kuja kubeba TV nyumbani. Jamani, namshukuru Mungu, namshukuru na, na kiongozi mwenyekiti kwa kunisaidia, maana mpaka nilipofika hapa ni nguvu zake nisiseme uongo, namshukuru Mungu kwa kweli, nashukuru na, na, na viongozi wetu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Deni langu ni laki tatu ndo limebaki pale, nitakiwa nilipeleke ndani ya miezi miwili ili tumalizane na hao watu. Namshukuru Mungu kwa kweli na washukuru na, na viongozi wangu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Naitwa Elizabeth Mwamabisi, mjumbe wa shina namba kumi na sita. Wakina mama wenzangu, tunavokopa mikopo tuhakikishe tunapokopa mikopo ingalau na kidogo ndani kichache cha kurudisha. Usikope hivi hivi, unakopa huna chochote, kwa sababu kishindwa kulipa kale ulikoweka ka kidogo ka kwako naweka pale. Alafu lingine mtu mmekopesha na amekukopea na anataka kuchukua vitu vyako, sisi tuliowasainia barua tunakuwepo, unakimbia unapiga simu mara moja kwangu mpaka TV naondoka, mpaka kule. Mimi nikija, kwa mfano, mimi kuna siku moja walikuwa wanatoa vyombo pale, nikapiga simu kwa Alex, tukavirudisha hivyo vyombo. Taarifa kwa viongozi kwanza, kabla hawajachukua. Ukimwona tu anakuja kuchukua, piga simu kwa kiongozi wako, muwe na simu zetu. Kwa majina, naitwa Noah Mwasumbi, ni mwananchi wa shina namba kumi na sita. La, labda nitoe tu ombi kwa viongozi wetu kwamba wananchi wengi wana mahitaji makubwa ndani ya mitaa yetu au ndani ya mji wetu. Ukiangalia tu ndugu mwenyekiti kitendo cha mwenzetu kwenda kukopa shilingi laki tano inalipa asilimia mbili ni hela kubwa sana. Hebu jiangalie sasa kama viongozi, kama kuna hela ya rais au ile na ukopesha rais wafundisha watu wapate mikopo kwa njia ya serikali ambayo inaliba kidogo kulikoni hili zera za moto zinawatesa wananchi, na wananchi wengi wana shida ndani ya maisha yetu. Naishi kwenye maisha ya shida, angalia unaingia kwenye mikopo ya gharama kubwa sana. Ni kwa ushauri wangu kwa kwa mwenyekiti kwamba ikiwezekana wafundishe na hela ya rais ambayo wanatoa watu wajifunze wapate mkopo kwanza, kinamama wa bei nafuu kwanza akina mama napata kipaumbele sana cha mikopo. Kazi moja ni kwamba ujisajili kwenye kikundi chako akina mama, kuanzia kumi, kuanzia watano mpaka kumi. Sawa, mnakuwa na kikundi chenu, mnakuwa na katiba yenu, mnakwenda kuisajili halmashauri. Lakini pia mtakapoomba mkopo muwe na jambo mnalolifanya, hata kama mnasuka nyungo, muwe na kundi lenu la kusuka nyungo, watawatembeleeni na bahati nzuri tunaye diwani na ni mwenyekiti wa halmashauri anatoka kwenye kitongoji chenu. Undeni vikundi vyenu, kama hamjui, njoni kwa mtendaji pale, atawaelekeza namna ya kutengeneza katiba zenu. Kama ni vijana, vijana kuanzia watano, sawa, lakini miaka wasipungue kumi na tano mpaka thelathini. Baada ya kujisajili, kuna mikopo ambayo haina riba Halimashauri huwa inatenga asilimia kumi kwa ajili ya kuwakopesha akina mama walemavu na vijana walemavu. Mkiwa wawili mnasajili kikundi chenu na mnapata mkopo. Kwa hiyo kwa yeyote anatakayehitaji kuunda kikundi, naomba nione, nitamleta bwana maendeleo atawafundisheni, mtajisajili, mtaomba mikopo. Sikaa nimeeleweka hapo? Na hii mikopo wala haina tozo la aina yoyote utarudisha fedha kama uliyoikopa na kwa muda waliokupangia.